E Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema, tunakuomba utusikie. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu Pita. E Bwana, watulize wote waliofiwa, tunakuomba utusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu, tuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuo wa mwanao, tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina.

Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni, urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake, na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako alioanzisha katika ubatizo <coughs> wewe ni mavumbi utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho na familia kwa ajili ya kuweka udongo hata pia na shirika la bayo wawakilishi <coughs> wao, baadhi baadhi, wana moyo, baadhi

Tusikiliza taratibu ya mashara askofu Daniel David pamoja na Bukuku na wenzi wao na makamu wa askofu Arukumai. Ee Mungu siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aya milele. Umpe Bwana apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi aliyekukomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani.

baada ya hapo David Moleli na mke wake, na karibuni Bukuku, karibuni askofu David Moleli Bukuku pamoja na wenzao karibuni. Tupishe hapa mara moja, tunaomba njia sasa, tuachiane njia tuweze kuweka mashada. Asante sana sana sana, Mungu awabariki sana. wapate baraka, Mungu awabariki, awabariki, wapate David Moleli, David na wenzao, askofu David Moleli Bukuku wenzi na wenu karibuni pamoja na makamu askofu Lukumai. Asante, Mungu awabariki sana David Molen, askofu pamoja na Bukuku na makamu askofu Lukumai, mbarikiwe sana mkurugenzi idara taifa, idara ya maombi taifa, karibu alafu mama afate sasa, wake za marehemu watafata. Naomba tushirikiane yani, palipobaki ni padogo kuliko tulikotoka. Naomba njia, kikubwa ni njia. Wenye mashada kama wazazi wana mashada mnasogelea ukwe. Mashada yako huko mbele. Waka za marehemu. Mkurugenzi idara ya maombi taifa, sijaona umefika huku. Wamama wanaweka mashada wa wake za marehemu alafu kaka wa marehemu na wake zao. Kurugenzi idara ya maombi taifa amefika, naomba naye atoe shahada lake aweke. Barikiwa sana baba. Huyu hapo nyuma yako, mpatie shahada. Asante sana, karibu sana barikiwa, asante. Baada ya hapo, kaka wa marehemu na wenzi wao, yani baba wakubwa. Baba wakubwa wote karibuni na wenzi wao. Mzee fulani ajiandae, baba wakubwa karibuni. Alafu tuanze watoto wa marehemu mchungaji. Baada ya baba wakubwa, watoto wa marehemu, nikianza na mchungaji Lubuva na mke wake, Ezra na mke wake, Dorini na mume wake Mbuva na mume wake mumu na lulu. Haya, tuanze kuchukajebuva, karibu pamoja na mama, asante sana. Ezra, enzo enzo na mama, asante sana. Dorini na mume wake, Dorini na mume, asante Dorini. Asante Mbova na mume, msiharibu ndoa kwenye msiba, eh? Mbova pamoja na mume wake asante sana. Mumu na lulu, mumu na lulu Imeandikwa mimi nasoma kilichoandikwa kama mikosewa, ni stationari nisamee. Mamu, Cecilia, haya sasa ngoja niweke sawa. Jumuia, au pia ni watoto wa marehemu Jumuia, John. Jumuia, wako karibu kweli. Jumuia Adriano, bila shaka ndio hiyo. Asante. Watoto wa kaka mkubwa watoto wa mkubwa wote kwa pamoja watoto wa kaka mdogo waje wa mdogo shangazi wa marehemu, shangazi wa moshi kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu baba yetu

raye milele, umpe Bwana apumzike kwa amani. Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristu. Tunamalizia kuweka mashada, wajukuu watawasha mshumaa, wengine turudi pale tukamalizie ibada, bado inaendelea. Wanamoyo, wanashirika wote sogeni hapa. Wanashirika. Kitabu kurasa mia mbili themanini saba wana moyo wote